Sasa tuongelee hapa kwenye shingo, tuongelee hapa kwenye shingo. Nguo uh, ya kike ina shingo za namna tatu kuu. Nguo ya kike ina shingo za namna tatu kuu, sawa. Nikiwa na maana ina shingo la duara, ina shingo la debe, na ina shingo la V. Hizo ndo shingo tatu kuu za nguo ya kike. Kwa hiyo sasa, kama nguo ya kike ina shingo tatu kuu, inategemeana mtu unashona uh, shingo la namna gani. Mfano, kama ni shingo la kiduara, ndo hili ambalo liko hapa. Kama ni shingo la debe, ndo hili hapa, hapa hadi hapa, yaani inakuwa la la la nini, la kiduara, kiboksi. Hiyo ndio inaitwa debe. Na kama ni shingo la vi, basi unatakiwa inakuja kama hivi, alafu hapa inachemba, inakuja hivi, inakata vi, yaani unashuka hivi ikifika hapa unakata v. Hiyo ndio shingo ya v. Kwa hiyo shingo zote tatu kuu unaweza ukazipata kwa kutumia shingo moja hivi hivi, yaani unapima kipimo chako, mfano hapa tatu na nusu, tatu na nusu, hapa nne na nusu, nne na nusu. Kwa hiyo hapo unaangalia, je, nakata debe? Kama ni debe unakata hivi, unaenda hivi. Kama ni kiduara unakata hichi kiduara, unakuja hivi. Kama ni v unakuja, alafu una unachemba v. Kwa hiyo hayo ndio mashingo matatu makuu, lakini kwenye haya mashingo matatu makuu humu ndo kunakuja sasa aina tofauti tofauti ya shingo. Mwingine anakata shingo sijui liko upande hivi, mwingine upande mmoja, kuna, kuna shingo kwingine hakuna kwao. Zote zinatoka kwa kutokea hizi shingo ambazo zimekatwa hapa. Mwingine anahitaji shingo pana kwao, shingo pana inaanzia mfano hapa inakuja hivi. Mwingine anahitaji labda shingo yaani ni, yaani ile ambayo haina shingo, ambayo haina shingo, mwingine anataka hivyo. Kwa hiyo ambayo haina shingo unategemea anaweza kaikatia hapa katikati mwa kwapa au akaikatia huku hivi akaitoa huku moja kwa moja akaileta huku. Kwa hiyo hizi zinakuwa ni namna ambazo wewe unaweza ukafanya nini, unaweza ukatengeneza hizo shingo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunatakiwa tukate, ah, nimekuwa nimesahau kitu kingine hapa hapa. Pia unatakiwa upige kiduara, kiduara kitoke hapa ambako umeongeza nchi mbili kije kifike, kifike huku hapa, kinaweza ikafika hapa katikati mwa, mwa nini, au kinaweza ikapitiliza kidogo, kama jinsi kilivyopitiliza hiki cha kwanza. Sawa, sasa kwa vile Uh, tutatoa hiki ni kwamba hiki kitakuwa kivyake na hiki kitakuwa kivyake, alafu tutakuja kuviunga. Sasa hata kwenye kuunga, wengine wanakatiaga hapa moja kwa moja. Sasa unapounga hii, unakuta labda hii inakuwa fupi. Hii hii sio vizuri, kwa hiyo sasa unatakiwa hii hii, hii. So, hii, hii angalau ipitilize, ipitilize alafu utaikata hivi, sawa. Ngoja tukate uone, hapa nilikuwa nimesha kata, nimekata alafu mwisho wa afu. Alafu kitakachofuata a, nitakata nitakata hii Sawa. Kwa hiyo hapa tumekata kama kawaida, lakini hapa tumeacha hapa kwamba hapa pataendelea. Sawa, huku tunakata huku, uh, tunakata nini? Tunakata shingo letu. Okay, hapa nilikuwa nimesahau kitu kingine, ni kwamba kuna wengine wanashukaga nchi moja, anashuka nchi moja, lakini hii ya kwetu sisi hatukushuka. Tumekata tu moja kwa moja. Sawa? Unaweza ukashuka au ukakata moja kwa moja. Sisi tumekata moja kwa moja. Kushuka nchi moja baada ya hapo tunakata, tunamkata huyu huku. Hata ukizidisha hakuna shida, utakuja kurekebisha tena baadaye. Sawa. Baada ya hapa sasa, tuna tunamkata huyu sasa tunatoa ile inchi mbili ambayo tume-tui-tume- tume, tume, hii hapa inchi mbili ambayo tumepima hapa, hii inchi mbili tunaitoa hapa sawa kwa hiyo sasa hizi mbili hizi tutakuja kuziunga hapa hivi, tutakuja kuziunga hapa ili zitupe nini, zitupe nyonyo, yaani zituchembee nyonyo hii. Kwa hiyo nyonyo liwe ziwa liwe linajaa tu moja kwa moja kwao, mwonekano wake uko hivi, huu ndo mwonekano wake. Kwa hiyo hapa hii itakuja kujaa hapa, ikishajaa hapa hii, hii itatuwekea lile lile ile ile shepu ya ya nyonyo sasa kitambaa chako kama ni ki, kama ni, ni chepesi, mfano kama hiki unaweza ukakijaza chote line nini, uh, canvas na ukakijaza chote canvas ili kiwe kizito kidogo kimili, alafu baadaye utakuja ukigeuzia na nini na lining kama unahitaji kiwe kizito. Lakini kama unahitaji kiwe kizito, hata hivi vitu unaweza ukashona kama kitambaa chako uh. Hapa kuna wengine wana wanapiga wana hichi wana, wana chote kinakuwa na kwa wanakiwekea canvas chote ili kiwe kidogo imara, inategemeana ki, na, ki, na, na kitambaa chenyewe. Mfano kama kitenge hichi chepesi, wanafanya hivyo, lakini kuna wengine awa, awa, awa weki, wanaweka tu maeneo kadhaa, mfano hapa anaweza kaweka hapa shingoni, baadaye anakigeuzia sasa la, la liningi, kama unahitaji kiwe na liningi, lakini kwa kitambaa ambacho ni kizito, wengine hawahitaji kubandika canvas, wengine hawaweki hata liningi, inakuwa kitambaa chenyewe tu, wanakishona moja kwa moja, kwa hiyo inakuwa hivyo. Sasa baada ya hapa, kitakachofuata unaenda sasa kukata kitambaa cha nyuma.